Kubwa kama wachezaji kwa sababu katika mashindano haya ili ufanye vizuri ni unatakiwa uweze kuchukua pointi nyingi kadri inawezekana. Kwa hiyo sisi kama timu hatukuwa na mwanzo mzuri, lakini sasa hivi tumejipanga kuwa na mwendelezo mzuri katika mechi zetu zote ambazo zimebakia. Wakati mashindano haya yanaanza awali, uh, malengo ya Azam FC ni kufuzu kwanza katika hatua ya makundi. Uh, unadhani baada ya kufuzu hiki ambacho mnakionyesha ni kama bonus ama unadhani bado mna deni kwa upande wa mashabiki? Ya malengo alikuwa katika hatua ya makundi, lakini sasa tumefika hatua ya makundi, hatuwezi kusema ndo imefika mwisho. Kwa hiyo kama tuna uwezo wa kupambana kufika hatua inayofuata sisi kama timu, ndo malengo yetu yalobakia ni kupambana kufika katika hatua inayofuata. Wote wana hali na wana furaha, kwa sababu tumepata ushindi. Kwa hiyo inatujenga katika michezo inayokuja ya ligi na ya kimataifa. Nairobi ni timu nzuri, imetupa challenge, imetupa maswali ambayo mwalimu anaweza kwenda akajiuliza kutokana na mchezo uliochezwa. Ukiangalia, tumepata goli moja la mapema, lakini lilikuwa gumu sana kwa katika mchezo wa dakika tisini tumeweza kukip hiyo dakika hilo goli, na tunashukuru Mungu tumeweza kumaliza mchezo salama.